Uchaguzi huu na baadhi ya wajumbe na <coughs> uh, baadhi ya wajumbe wengine wamepata dharura, lakini baadhi yetu tupo na ni <coughs> matumaini yetu kwamba zoezi litaenda vizuri tukimtanguliza pia Mwenyezi Mungu, na hatutarajii fujo, hatutarajii kelele. Naomba amani itawale kwa hali yote ile, kwa sababu yote tunayokwenda kuyafanya ni kwa ajili ya mustakabali mzima wa michezo katika wilaya yetu ya Ngara. Kwa hiyo tuheshimiane, kwe tuvumiliane kwenye hoja, lakini pia mwisho wasiku, wa siku tupate washindi ambao watakwenda kutuongoza katika chama chetu kutuletea maendeleo ya michezo katika. Wa msingi wa kusisitiza ni hawa viongozi watakao chaguliwa wayafanyie kazi haya ambayo yamezungumzwa mizu. Ya kwanza ni masuala ya mapato na matumizi. Nyingine ilikuwa ni ajenda ambayo kidogo ilikuwa ili inasisimua na huo chama kiwezi kuendeshwa bila mapato, lakini ukishapata mapato basi waeleze wa wale unaoongoza wa waa. Lakini niwahimize tena vilabu nijitahidi kujisajili kwa mujibu wa sheria, lakini vile vile kulipa ada, kwa sababu ada ndio inakufanya uwe na nguvu ya kusema, sababu kama wewe ulipe ada ada ndo sehemu ya mapato ambayo anatakiwa kuendesha chama. Hayo ni muhimu sana vilabu, mjisajili uwe kwa mujibu wa sheria, lakini kishajisajili basi mlipe. Hapo nilikuwa namuuliza afisa michezo kama ni watu gani wanastahili ushiriki uchaguzi. Nilikuwa nataka kujua, je, mtu ambaye hajalipa kama ana sifa au anasifa aniweza kwamba kama mtu amesajiliwa amepata cheti sio sahihi, kwamba kama amesajiliwa na amepata cheti, ame cheti basi anayo haki ya kushiriki uchaguzi. Kitu cha muhimu sana, ofisi ya katibu tawala itatoa ushirikiano kwa wale viongozi ambao watachaguliwa, lakini kimsingi lazima wawe na mpango kazi na serikali inatakiwa kujua namna vyama hivi na vinavyoendeshwa. Wajumbe wamejinadi vizuri, wagombea walijinadi vizuri na hatimaye mkaweza kupiga kura, lakini sasa tumefikia kipindi cha kutoa matokeo ya uchaguzi huu. Na kwa nafasi ya mwenyekiti, wapiga kura ambao ni wajumbe walikuwa thelathini na saba, na matokeo ni kama ifuatavyo: Bwana Adam Bahati amepata kura moja, dala amepata kura kumi na tisa. Kwa hiyo manafasi ya wenyekiti, mimi kama mwenyekiti wa uchaguzi, ninamtangaza Bwana Hafidh Abdalla kuwa ndio mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Ngara. Kwa nafasi ya mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa kulikuwa na wagombea wawili, Bwana Jekonia Eliabu ambaye amepata kura kumi na saba na Bwana Josephat Sinzo Bakwila amepata kura ishirini. Kwa hiyo mjumbe mkuu mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa ameshinda bwana Josefati Sizobakila Sizobakila. Kwa nafasi ya wajumbe wa NDFA Ngara, nafikiri ilikuwa nafasi mbili na wajumbe wote wamepita, bwana Hamza Chabaye na bwana Amosi Angelo. Hawa ndio wajumbe wakuwa. Uh, na pingamizi lolote au jambo lolote basi, wagombea wanaruhusiwa kukata rufaa kwa mujibu wa taratibu zilivyo. ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja tumefanya uchaguzi wetu wa chama cha mpira wilaya, na niligombea nafasi ya mwenyekiti wa chama cha mpira. Na tulikuwa wagombea watatu na mchakato ulikuwa mgumu kidogo, kwa sababu wilaya yetu kijiografika, yani, kuna timu nyingine ziko mazingira mbali zinakaa milimani, lakini tulijaribu kuendelea kupambana kuwatafuta viongozi uh, wa vilabu kuwaomba kura na kuwaeleza tutafanya nini ndani ya wilaya yetu, lakini hatimaye leo uchaguzi umefanyika na nilipata kura kumi na tisa, lakini mgombea aliyekuwa madarakani alipata kura kumi na saba. Hii inaonyesha wazi kwamba naye alikuwa bado ana nguvu, ana watu ambao wanamwamini, lakini kuna wengine wa nje ambao waliona sasa kuvutana kwetu, mwisho nikavuta nika mimi kura mbili zaidi. Kwa hiyo hizi kura mbili zaidi zinatosha kunifanya mimi kuwa mwenyekiti, na natakiwa sasa nitekeleze ahadi zote kwa ajili ya michezo ya wilaya yetu ya Ngara. Na hata wale watu kumi na saba ambao wakunipa kura mimi nataka kama tutarudia uchaguzi tena wale pia wanipe kura, kwa sababu nataka tufanye kazi, boli litembee, vijana wacheze, na mambo kama tulivyosema, mambo yatakuwa wazi, mapato na matumizi yatasomwa kila ligi ikiisha tu, mapato na matumizi yasomwe, sio baada ya miaka mitano tusomeane mapato na matumizi. Kwa hiyo kiufupi, naamini Ngara sasa tunaenda kunyanyuka kimichezo, na vijana wajiandae kucheza. Mimi nitakachokifanya kikubwa kuendelea kukaa nao wale vilabu. Kuna vilabu hapa tumesikia kwamba vishaanza ma, ma usajili lakini vilikwamia kati, nitakaa karibu na na na vile vilabu, vilabu vimalize usajili. Na sio hivyo tu, natamani kila kata kuwe na vilabu vimesajiliwa, ili kama halmashauri itatuelewa sisi kutenga bajeti kwa ajili ya michezo, manake kila kata itapata nani, mipira. Manake ukiangalia kuna kata nyingine hazina kabisa kilabu chochote kilichosajiliwa ndani ya Ofisi, ofisi ya utamaduni. Kwa maana hiyo tukianza kugawa mipira kwa vilabu unaweza ukakuta Ngara mjini hapa kuna timu tano zimesajiliwa. Lakini ukienda kata nyingine mfano Bugarama, kuna timu timu imesajiliwa, ukienda ukienda ukienda Kibogora, labda timu iko ni moja. Ukienda Muganza hamna kilabu. Ukienda Nyamagoma kuna kilabu. Kwa hiyo kata zote natamani kuwe na vilabu vimesajiliwa, pia sio hivyo tu, ambavyo vimekwama, tupate vilabu vipya ili hata kama tunagawa mgawa wa vifaa vya michezo katika vilabu vyetu basi, kila kata ifanyike. Lazima tuwe na ofisi, kwa sababu hatuwezi kuwa na chama kikubwa cha mpira. Chama cha mpira ni chama kikubwa alafu kikakosa ofisi. Ofisi zipo hata pembeni, tukapata kiofisi kidogo, mtu alikuwa na kiduka alikifunga, tunaweza tukakodi hata kama kodi ndogo, lakini tuwe na ofisi ambayo ni ikoni ambayo mtu akitafuta chama cha mpira anaelekezwa ofisi iko. Kwa majina anaitwa Josephat Sinzobakwila, mjumbe wa mkutano mkuu mkoa niliyechaguliwa hivi leo. Awali ya yote naomba niwashukuru wapiga kura wote wana michezo wote wa wilaya ya Ngara ambao wametumia uh, nafasi yao ya kidemokrasia kuweza kuni, kunichagua na kuwa mjumbe wao rasmi kuanzia leo. Uh, kikubwa ninachoahidi ni kwenda kuwatumikia na kufanya yale ambayo nime nimeahidi kuyafanya mbele yao. Mimi naamini kwa kushirikiana nao, lakini kushirikiana na wadau wengine wote ambao uh, wat, ambao watakuwa pamoja nasi basi tutaenda kufanya jambo kubwa kama ilivyo, kama ilivyo kawaida, sisi wajumbe huwa ni washauri, lakini pia tunabeba maono ya kiongozi wetu mkuu, kwa maana ya mwenyekiti. Kwa hiyo naomba tu nithibitishe kwamba leo nimeshinda, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu mkoa na thibati nimepewa hii hapa, ya cheti cha kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa. Nashukuru sana.